Ni afueni kwa wanaofanya biashara ya mchele baada ya serikali kupunguza ushuru wa kuagiza bidhaa hii kutoka mataifa ya nje aidha wajenzi na wanaofanya kazi ya bidhaa hizo za ngozi pia wamepata afueni kwenye bajeti ya mwaka huu akisoma bajeti ya mwaka wa kifedha 2025/26 waziri wa hazina kuu ya kitaifa john mbadi ametangaza kuongezwa kwa ushuru wa bidhaa ya vileo huku wageni wanaofanya biashara za pesa za kimtandao sasa wakitakiwa kulipa ushuru aina ya vat stephen leto anaangazia pigo na afueni kwa wakenya kwenye bajeti ya mwaka huu Huenda pombe ikawa kali zaidi, huku waraibu wa vileo nchini wakipata pigo kwenye bajeti ya mwaka huu. Hii ni baada ya hazina kuu ya kitaifa kuongeza ushuru wa bidhaa za vileo, hatua ambayo itasababisha gharama ya vileo kupanda. The excise duty act provides for taxation of alcoholic beverages based on pure alcoholic content which increased cost for producers using pure spirits Over 90% alcohol content as raw materials from 356 shillings to about 1,000 shillings per liter. Katika msururu wa waliopata pigo kwenye bajeti hii ni wale wanaotoza huduma za mitandao. Bajeti hii ikiwalenga wageni wanaokuja humu nchini kutoa huduma hizo. Sasa watatakiwa kulipa ushuru wa VAT. The bill proposes to amend the Excise Duty Act to bring non-resident persons

Wizara ya fedha aidha imetoa kucha zake kwa wale wanaoagiza bidhaa za plastiki kutoka nje, ambapo sasa imeongeza ushuru ya asilimia ishirini na tano, hatua ambayo itasukuma kupanda kwa gharama ya kuagiza plastiki kutoka nje. Bajeti ya mwaka huu pia ikirejesha ushuru wa bidhaa zilizokuwa zimeondolewa ushuru, hatua hii ikimaanisha sasa sekta hizi zinalipa ushuru, katika mchakato wa kuboresha ukusanyaji mapato nchini ili ili kufadhili bajeti kikamilifu. Kando na waliopata pigo kwenye bajeti, kuna sekta na idara ambazo zimeibuka washindi. Waagizaji mchele kutoka nje sasa wamepata nafuu, huku serikali ikipunguza ushuru wanaolipa kutoka asilimia 35. Wajenzi pia wamepata tabasamu leo baada ya waziri wa hazina kuu John Mbadi kutangaza kuwa ushuru unaotozwa vyuma umepunguzwa katika hatua itakayopelekea ujenzi kushuka, kando na kupungua kwa bei ya vyuma Wanaomiliki nyumba kwa kujenga pia watapata nafuu sawa na wenzao wanaochukua mikopo ya kununua wa nyumba. Wafanyibiashara wa ngozi pia wametekenywa na bajeti ya Mbadi, huku serikali ikipunguza ushuru wa kemikali za kutengeza ngozi hizi. Stephen Leto, Runinga ya Citizen.